Naitwa Alice Mwangi kutoka NACADA. Nimeshikilia hii ofisi ya NACADA hapa Isiolo na kama NACADA tumeshirikiana na ile ofisi ya Women Rep ya wa Isiolo, na sababu ya sisi kushirikiana na wao ndio tuweze kuambia vijana kwamba wanaweza ishi maisha bila utumizi mbaya wa dawa za kulevya na kwamba wanaweza ishi maisha yenye afya, kwa sababu tunaelewa wakati ambapo vijana wameanza kutumia dawa za kulevya iko na madhara inadhuru afya yao, inadhuru maisha yao ya baadaye, na pia inadhuru akili yao. Kwa hivyo kama NACADA tunawa, uh, tunawahimiza na tunauliza vijana tuweze kushirikiana katika michezo kama hii ya uh, uh, tournament kucheza football na michezo mingine, ndio tusieze, tuweze kuepuka utumizi mbaya wa dawa za kulevya katika mkoa huu wa Eastern. Tumeongoza katika utumizi wa tubako pia utumizi wa miraa iko juu sana. Tuko pia na utumizi wa bangi. Kwa hivyo tusiposhirikiana na wadau tofauti ndio tuweze kumaliza uh, kupunguza utumizi mbawa, mbaya wa dawa za kulevya tutakuwa hatujafanya lolote, na nawauliza tushikane kama stakeholders tofauti kwa sababu hii vita, hii vita siyo ya NACADA tu. Hii vita lazima familia waingilie, lazima viongozi wa dini waingie na viongozi wengine wa national government. Dawa za kulevya, bangi, chang'aa, eh, kete na kadhalika, hii imeangamiza kaunti ya Isiolo na inazuilia generation kuweza kuendelea. Tukisema washikadau kutoka, wale wanapewa information kutoka wale ambaye wanahifadhi information inahitajika uhifadhi ya kutosha. Yoyote anayekupatia information you have to protect your eh, informer. Yule anakuletea hii report lazima watu wa security, wa protect. Na dawa hizo ambaye zinashikwa ni muhimu, wakati kesi inaisha hiyo dawa inawekwa katika ukumbi ya koti na inapigwa kibriti, tukiona ina daylight, sio iingie magunia kadhaa na itoke na mlango wa nyuma kutoka mahali ambayo hizo dawa zimepelekwa. Hata kama kuna haki ya binadamu, haki ya binadamu ya muuzaji ya bangi, mtu ambaye anaangamisha generation haifai kukuweko. Naitwa Christopher Siele, I'm the deputy county commissioner wa Isiolo. Wakati tutakapoingia eh, likizo tuwe eh, eh, na tahadhari ya ku, kuacha ku, ku, kuingizwa kwa utumizi wa miadarati. Tunajua mia, utumizi wa miadarati ni changamoto kwa hii kaunti e, ya Isiolo kwa sababu ni intersection kutoka jirani na sehemu zingine za nchi na madawa mengi ya kulevya huwa ina, e, inapatikana ama zinapata kupenyeza kwa, kwa hii eneo. E, tunaendelea kupigana na hiyo wale ambao wanasambaza e, madawa ya kulevya, na kila wiki em, operations inafanyika em, kupitia kwa polisi, pia kupitia kwa kwa machiefs wetu. National Government Administration Officers are under instructions wapigane na miadarati katika kila location. Yudhika sisi hatuna hiyo time ya kuenda kujihusisha na madawa za kulevya ama wasichana kama sisi, hatuwezi pata hiyo time, maybe tukuwe kwa hali marriages kitu kama hiyo, na inatusaidia sana kukuza talenti yetu sisi kama footballers. Kwa majina, naitwa Abdinur Adan from uh, Pura Tawad, Ibn Taymiyah Football Club. Vijana wetu wako very idol, hawana kazi but uh, vijana wako na talent, so tunashukuru kwa hii tournament ambayo imeleta vijana pamoja. Uh, from different wards, kwa hivyo sisi tunashukuru sana women rep na this is the initiative ambazo sisi tuna kama vijana, youth wanahitaji kupata support at least wafike mahali. Mimi naitwa Bonface Mwenda, mimi ndio Secretary General FKF Isiolo mm -hmm. County uh, nataka kuchukua nafasi hii kushukuru uh, mama county kwa sababu mm -hmm. ya kuweza kuwatuletea hii uh, tournament mm -hmm. wakiwa wameshirikiana mm -hmm. na nakanda na ofisi mm -hmm. ya FKF okay. Uh, tunataka kushukuru kwa sana kwa sababu okay. hii ni jambo nzuri la kuweza kuzuia vijana kuwa katika hali ya miandarati okay, okay. Uh, wakiwa kabisa kitu kama hii hawatapata nafasi mm -hmm. ya kwenda katika mambo zingine ali marriages madrugs kitu kama hiyo, uh, tulianza Thank tournament tournament okay. a week ago, uh, last week ambako tulikuwa na 33 teams zilikuwa mm -hmm. ziko zimeshiriki Of the that three teams tudiko tunaitaje eight teams from everyone yeah. uh, tuko na four ones in Isiolo. That is Garemara, tuko na Wabera mm Wand -hmm. tuko na Bulapesa Wand, na tuko na Burat Wand. So tumepata two teams from every wand na hizo two teams ndizo zimeingia uh, group stages after qualifiers, sahi ndio wameingia group uh, stages na hiyo group stages, mm -hmm. stages inaanza leo. uh, so hizo two teams two teams from every wand mm -hmm. wanacheza round robin. Every team itacheza three matches before mm -hmm. kwenda semi-final na finals.